Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG na mwenyekiti wa Afrosai Wigea bwana Charles Kichere amefungua rasmi mafunzo ya siku mbili kuhusu ukaguzi wa rasilimali za maji zilizopo kwenye mipaka ya nchi mbalimbali mbali barani Afrika. Mafunzo haya yanafanyika kuanzia tarehe 15 hadi 16 Oktoba mwaka huu, yanahusisha zaidi ya nchi 30 wanachama wa Afrosai Wigea zinazozungumza lugha ya Kiingereza na Kifaransa. Katika hotuba yake ya ufunguzi, mwenyekiti wa Afrosai Wigea amesema kwamba maji hayana mipaka na kwamba mito, maziwa na vyanzo vya maji ardhini vinavyolisha nchi za bara la Afrika na uchumi wa Afrika ni zawadi ya pamoja. Ameongeza kuwa rasilimali hizi pia zina changamoto zinazohitaji majawabu ya pamoja kwa kuwa zina athari ya moja kwa moja katika maisha ya mamilioni ya wakazi wa bara la Afrika ikiwa ni pamoja na kujenga utulivu wa kikanda na maendeleo endelevu barani Afrika. Ameongeza kuwa ni jukumu la taasisi kuu za ukaguzi kulinda rasilimali zote muhimu ndani ya bara la Afrika ikiwa ni pamoja na kuwa walinzi wa utawala bora katika matumizi ya rasilimali hizo. Mafunzo hayo ya siku mbili yameandaliwa kimkakati ili kuhamasisha ujuzi kutoka kwenye nadharia kwenda kwenye vitendo, pamoja na kuwapa uwezo wa kaguzi katika kutekeleza majukumu yao kwa tija na ufanisi zaidi. Mwenyekiti wa AFROSAI WGEA Bwana Charles Kichere ameongeza kuwa anatarajia kuona washiriki wa mafunzo hayo wakitumia fursa ya mafunzo hayo kubadilishana ujuzi na uzoefu pamoja na kujenga mitandao ya ushirikiano itakayosaidia katika kuwezesha kuandaa mipango ya ukaguzi inayotekelezeka kwa wakati. Tupate taarifa zaidi. Dear

And may God bless you all. Mafunzo haya ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa Afrosai Wigea chini ya wenyekiti wa Bwana Charles Kichere, unaolenga kuimarisha wazi uwajibikaji, utawala bora sambamba na kulinda rasilimali muhimu za mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hadi wakati mwingine tena, nipende kukukaribisha kufuatilia na kutazama vipindi vyetu mbalimbali katika mtandao wetu huu wa Ukaguzi Online TV na usisite basi kuendelea kulike na kufuatilia peji zetu mbalimbali, peji ile ya Instagram au ukurasa wa Instagram, lakini pia pamoja na kufuatilia tovuti ya Ofisi ya Taifa Ukaguzi, lakini pia na tovuti ya AFROSAI wigea ambayo inapatikana kupitia www AFROSAI wigea dot africa. Hadi wakati mwingine, nikutakie majukumu mema katika ujenzi wa taifa letu la Tanzania na bara zima la Afrika. Asanteni sana kwa kututazama.